Wananchi wa mkoa wa Kigoma wameahidiwa kupata usafiri wa kisasa na wa uhakika wa treni ndani ya kipindi cha miaka mitano ijayo. E, ahadi hiyo imetolewa na mgombea urais wa CCM Dr. John Pombe Magufuli wakati akihutubia mikutano ya wa kampeni katika wilaya za Uvinza, Kigoma vijijini na Kigoma mjini. James Range anakuja na taarifa kamili. Msafara wa mgombea huyu wa urais unaingia katika mkoa wa Kigoma, na hoja kuu katika mkoa huu ni ujenzi wa reli ya kisasa yenye urefu wa kilomita elfu moja kutoka Dar es Salaam mpaka mkoani hapa. Dokta Magufuli anatumia siku yake ya kwanza katika mkoa huu kuahidi kufanikisha ujenzi wa reli hiyo. Tutaanza ujenzi wa reli ya kutoka Dar es Salaam, Tabora, Nguruka, Kigoma na nyingine itaenda mpaka Mpanda, na nyingine itaenda mpaka Mwanza. Na ile reli itakuwa ni standard gauge ya kupitisha reli za kisasa. Kutoka hapa Nguruka kwenda Dar es Salaam ni kilomita ngapi? Kama nimetengeneza barabara kilomita kumi na saba elfu na mia saba sitini na mbili katika nchi hii nitashindwa kutengeneza leli ya kilomita elfu moja na kitu. Peter Serukamba ni mgombea ubunge jimbo la Kigoma Kaskazini. Yeye pamoja na baadhi ya wananchi wa mkoa wa Kigoma wanamtaka Dkt Magufuli kutatua baadhi ya kero zinazowakabili wakati tunajenga barabara ya kuandika kwenda Manyofu. Wapo watu walilipwa fidia, wapo watu ambao hawakulipwa kulingana na jinsi watakavyokuwa na tupunguzia bei, na sisi tunaenda kurangua ile chumvi, kwa maana sisi hapa tunufaika, kwetu ni kwenda kurangua, kama kule kwenye kiwanda kule, tunaleta hapa, tunakuja kuuza. Tutakapata umeme, kiwanda kitakuwa kizuri, na uzalishaji utakuwa mzuri, na bei itakuwa nzuri ya chumvi hivi bei imekuwa ni adimu sana. Akijibu hoja hizo, wa mgombea urais wa CCM Dr. Magufuli anasema serikali yake itasaidia kupunguza kero hizo. Amekuwa na matatizo ya umeme. Nataka niwaahidi ndugu zangu wa Uvinza, serikali ya Magufuli inataka ifufue viwanda vingi ili Watanzania wengi wapate ajira. Nitahakikisha hiki kiwanda cha chumvi cha Uvinza kinakuwa na production kubwa ili watanzania wengi wa Uvinza wapate ajira na pesa ziingie nchi. Katika uwanja wa Kawawa hapa Ujiji, anaibuka aliyewahi kuwa katibu mkuu wa CCM Yusufu Makamba, na hapa anawataka wananchi wasidanganywe na wagombea wa vyama vya upinzani, kwa sababu watu wanaendelea kuoni asa kwa manufaa ya chama chake na kwa manufaa ya nchi yake, hapana. James Rangi, Azam News, Kigoma.